Je, wewe ni mmoja ya watengeneza maudhui mtandaoni yes, na ungependa kulipwa kwa kazi zako kidigitali yes, bila kupitia labda YouTube, blog, Facebook au kuagiza bidhaa? Karibu kwenye Sela, wow, platform ya ubunifu Afrika. Hii leo sehemu ya kwanza mfululizo watumia Sela, fursa kwa content creator wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Leo nataka nikuelekeze kwa kifupi kuhusiana na Sela, ni nini, inafanyaje kazi na kwa nini inaweza kukusaidia wewe kama mbunifu, mtengeneza maudhui, mtayarishaji wa maudhui mbalimbali mbali na ukaweza kujiongezea kipato. Sela ni nini? Ndio jambo ambalo unaweza ukawa najiuliza. Hii ni tovuti inao waruhusu wabunifu kama wewe kuuza bidhaa za kidijitali mtandaoni kama vile ukawa na ebooks, ukawa na template, ukawa na course Mziki, au hata huduma zako kama labda mentorship ama ushauri. Inafanya kazi kama duka lako binafsi mtandaoni ambapo mteja anaweza kununua bidhaa zako na kulipa papo hapo bila hata wewe kuwa na website ama blog au kujua coding zozote zile. Hii ni njia rahisi sana, salama na imara, ambayo inakupatia ubunifu na kuongeza kipato chako cha kila siku. Hatua ya kwanza, unapaswa kufungua akaunti yako bure kabisa kwenye mtandao wa Selar.com. Unaingia kwa kuandika Selar.com, unajisajili kwa jina lako lile ambalo ungetamani tamani liweze kutambulika katika soko la mtandaoni. Hapo unapaswa kuwa na barua pepe au email, unapaswa kuwa na namba ya simu na taarifa nyinginezo ambazo Sela atakuomba. Baada ya hapo, unathibitisha akaunti yako ama kuverify akaunti yako Ukishamaliza moja kwa moja utaingia kwenye dashboard ya selar.com ambako hapa sasa unaweza kujaza ama kuongeza taarifa nyinginezo mbalimbali ikiwemo taarifa zako binafsi pamoja na taarifa za malipo ili kuweza kupokea pesa. Kinachofuata baada ya hapo ni kuanza kupakia ama kuupload bidhaa zako, kuupload huduma, za kuupload video, audio au PDF. Hapa ukishapakia basi moja kwa moja unaweka na bei. Katika video inayofuata naenda kuelekeza vizuri zaidi jinsi ya kuweza kuupload bidhaa ama huduma ama video ama audio ama PDF katika mtandao wa Sela. Lakini jambo lingine, unapaswa kujua jinsi ya kuweza kuweka bei katika mtandao wa Sela kwamba hii e, kila ambacho nakiuza kina thamani kiasi gani. Lakini pia unaweza kuuza kwa shilingi za Kenya au Tanzania, ama labda ukauza kwa dola, na hapa una nafasi ya kuweza kuweka punguzo la bidhaa zako kama labda unauza vitabu, unauza kozi, unauza mafunzo fulani, basi hapo unaweza ukaweka punguzo la watu kadhaa, ama moja kwa moja kwa wale ambao wangetamani kusubscribe kwenye huduma yako, kwa mwezi, kwa mwaka, au labda kwa miezi kadhaa, basi na wenyewe unaweza ukawekea punguzo ama kupata hiyo ofa ya huduma hizo kila siku lakini pia kinachofuata, ili kuweza kutengeneza pesa zaidi, unapaswa kuweza kushirikisha ama kuwapatia taarifa watu wako wa karibu ama watu wengine mitandaoni. Inawezekana ikawa kupitia Instagram, WhatsApp ama TikTok ama katia mitandao mingine kama Facebook na kadhalika. Na kinachofuata baada hapo basi ni kwambie tu tutakumemaliza na kinachosubiriwa ni kwamba mteja akilipia tu hela yako inaingia moja kwa moja katika akaunti yako ya Sela ama kwenye Mpesa, Airtel Money, Tigo Pesa ama kwenye benki, ni rahisi kuweza kupokea malipo. Na sehemu ya mwisho ambayo leo ningetamani weza kufahamu ni kwamba kwa, kwa wabunifu wengi wa Tanzania hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kauza bidhaa zao mtandaoni bila kuwa na, web, uh, bila kuwa na website ama kampuni. Selar imeondoa kikwazo hicho kwa asilimia ya mia moja. Nikwambie tu ni rahisi, inakubali malipo ya ndani na ni rahisi kutumia na inafanya kazi kwa simu pia. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni njia rahisi wewe kuweza kutengeneza maisha, haijalishi kama we ni mwandishi wa habari ama haijalishi we ni mtunzi ama ni podcaster ama msanii ama graphic design, au kocha ama mkufunzi wa mafunzo mbalimbali online, unaweza kutumia Selar kupata kipato halali na endelevu maisha yako yote. Nini ufanye kwa sasa hivi? Nikwambie tu, fanya kitu kimoja, ingia kwenye Selar, jisajili. Hatua inayofuata basi, hakikisho umejaza taarifa zako muhimu, ikiwemo akaunti yako ya kupokelea pesa, lakini pia ni jinsi ya kuweza ya kufanya discount kwenye bidhaa. Na kinachofuata baada hapo ni kuweza kusubiri jinsi ya kuweza kuupload bidhaa ambazo nimekuambia, utaweza kuupload katika video inayofuata. hii ni Henrick Talks. endelea kutufuatilia.